Ndugu zangu Tanzania, bado kuna mauaji, kuna utekaji wa kufa mtu. Usiku wa kuamkia leo, usiku wa kuamkia leo, kuna kikao ambacho alikitisha arasi Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na kuna watu hao watatu ambao ndo kawapa dili ya kuua kila mtu kapewa milioni thelathini na nane. Kila mtu siku wakuamkia leo kapewa Chalamila. Hizi dhambi unaenda kuchukua zitakukosti maisha yako yote, zinaenda kukukosti maisha yako yote ambaye yupo karibu na Padri Kitima Wakatoliki ambao mnamfahamu padri Kitima ambaye wapo karibu na padri Kitima, mwambieni haraka iwezekanavyo, kama ataenda hata nje ya nchi au aende atake au popote tu pale ila, tayari kuna timu imeshalipwa hela, wanamuua wanampoteza kabisa, na muda wote mtasikia huyo mzee katekwa, mtasikia katekwa. Kwa hiyo aliyekuwepo karibu naye, karibu na Padri Kitima, amwambie kabisa mapema hali ilivyo. Usiku wa kuamkia leo mafungu yalitolewa kabisa kwa watu hawa watatu, na aliendesha hicho kikao ni arasi cha lamila ndo alikiendesha usiku wa kuamkia leo kwa ajili ya kummaliza huyo padri. Sasa aliyepo karibu na huyo padri amwambie kabisa, awe amwambie kabisa, We careful. Anytime from now wanampoteza wanampoteza kabisa, anytime from now. Kitu kingine niwambie, kuna baadhi ya watu wanajaribu kugagaa na mbangu ya simu kuongea nini, ni mimi niwambie tu niwaambie, serikali yote ya system, yani mawasiliano yote ya Ikulu, yeyote anajua yupo ndani ya system Ikulu. Yaani mjue mawasiliano yenu yote yanapita hapa hapa yote. Hakuna kitu ambacho mnaweza kukifanya kukiongea mimi nisiki. Yaani the same time huko mnakiongea, mimi kwangu niko nakisikia yote the same time. Kila mnachoplani kukifanya mjue nakuwa nakipata kabla ya nyinyi kuki yaani nikiamua kusema nivujishe siri nyingi nyingi nyingi aisee mnaweza mkaniona yaani mnaweza sijui nikuambie vipila siri yote ya serikali ya samia viongozi wake wote iko hapa hapa hapa kwa hiyo watanzania kuweni makini mauaji yanaenda kutokea tanzania Yani, wanaua kimya wanateka kimya, kama sasahivi wa sauti, lakini hakuna msimu ambao watu wameshaawa sana kama hizi wiki mbili, hakuna msimu ambao atu wameshatekwa sana kama hizi wiki mbili, lakini watu awaseme wa waongee kwa sababu sio watu maarufu. Sijui mnanielewa? Kifo ch cha m Pilipili walikipotezea nani anaongelea kifo cha MC Pilipili? Eh? To be honest, nani anaongelea kifo cha MC Pilipili? Lakini leo nitakuja kuweka bayana ukweli wa kifo cha MC Pilipili kwa baadaye. Asanteni.